Karibu tena. Shughuli ya ubomoaji katika mtaa wa Makongeni hapa Nairobi inaendelea huku wakazi wakiondoka shingo upande. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wanalalamika kuwa bado hawajapata fidia ya laki moja unusu waliokuwa wameahidiwa. Aidha, serikali inapania kuendesha mradi wa nyumba katika eneo hilo la ardhi ya ekari 139, kama anavyotuarifu sasa Gatete Njoroge. Mapema leo katika mtaa wa Makongeni matinga kwa makali yake ya bomoa nyumba ambazo kwa zaidi ya miaka hamsini zimekuwa hapa. Ni shughuli inayoendeshwa chini ya ulinzi mkali kuhakikisha hakuna vurugu, zaidi ya familia elfu tatu zikiathirika. Nilikuwa naishi hapa, tumeishi hapa for almost 20 years. Yes. Eh, na leo hii ndo hii tumebomolewa notice pia imarai notice lakini tumeharakishwa na ni uchungu unauma mi wakati nyumba yangu nimeona ikiangushwa. Sasa hivi wenye niko sina penye papa kwenda. Hmm. Bado na gamble venye naweza toka hapa. Je, hiyo fedha yenye ametupatia haitoshi kabisa? Akitafakari, majirani wake wanajipanga kabla ya tinga za serikali kuwafikia. Jen Denya anatazama vijana hawa wakibomoa sehemu ya jiko alikokuwa akipikia chakula. Ameishi hapa kwa zaidi ya miaka 30. Lelo tulikuwa tunalipa 1500. Sasa hiyo ukienda kuiambiwa 12 utalipa ukitoa wapi? Eh, eli niende nyumbani kivchini, uende kulipa hata el, elfu tatu na mia tano utamaliza mpaka weli uende nyumbani hiyo. Mm, ni njia kutufukuza, lakini tumekubali tunaenda. Kwa baadhi ya wakazi, kinachowapa tumbo joto ni masomo ya wanao, huku wengine wakilalamikia kukosa malipo ya fidia kuwasaidia kuanza maisha upya. Nimeshapata nyumba Kayole niko na familia kubwa nyumba ni ndogo na pia ni expensive. So itabidi tu nijifinye tu na wapo sina otherwise. Na hiyo compensation walikuwa nasema sijalipo mpaka saa hii, tuna vacate na tuna hata pesa, hatuna chochote eh, ni asola nyumba ya 4000 5000 is afford, tutaenda hapo kama serikali za tusaidia, at least tusaidie. Si nyumba tu bali pia shule na maeneo ya maabadi yataathirika Shule ya msingi ya Joseph Apudo ni miongoni mwa zile zitakazoathirika, huku serikali ikisisitiza kuwa nyumba za bei nafuu ndiyo njia bora ya kuhakikisha Wakenya wanapata makazi. Wakazi wa hapa Makongeni wanasema kuwa hatua wa hii imekatiza maisha waliozoea kwa miaka hamsini, wasijue wasijue pakwenda. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, Makongeni, Nairobi. Hofu imegubika jamii.